Rais Ruto adokeza muungano ujao na chama cha UDM kuafikia uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Mrengo wa ODM wapinga ushirikiano mpana na UDA wataka mapitio wa mapya ya mkataba. Na sherehe za Mashujaa za mwaka huu kuongozwa katika kaunti ya Kitui zikiongozwa na Rais William Ruto. <tikana> ka meza ya habari. Hili ni dawati kamili la Wingo Radio, awamu ya saa tatu asubuhi mahala popote ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Kamau Waidhaka limejiandaa kwa sherehe za mashujaa zinazofanyika leo uh, tarehe ishirini mwezi wa Oktoba katika uwanja wa Ivekwe katika kaunti ya Kitui. Rais Ruto anatarajiwa kuongoza hafla hiyo ya kitaifa, huku katibu mkuu wa idara ya mifugo Jonathan Mweke akisema kwamba wageni takriban elfu ishirini wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo yenye kauli mbiu kubadilisha maisha kupitia nguvu endelevu. Aidha, mwenyekiti wa baraza la nyumba la kitaifa Charles Wambio ametangaza kuwa jumla ya watu mia moja themanini na nne watatunukiwa tuzo kwa mchango wao kwa taifa katika vitengo kumi na vinne tofauti. Aidha, sherehe za mwaka huu zinatarajiwa kupewa makupewa amakuwa za kipekee zikiangazia mashujaa wa maendeleo endelevu na uzalendo, huku taifa likikumbuka historia yake na kuangazia mustakabali wake na tukigeukia habari za mazishi yake zungumzia waziri aliyekuwa ya waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga, ni kuwa hapo jana taifa lilimuaga rasmi aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Mwili wa marehemu Raila ulizikwa katika makazi ya baba yake huko Kano Kajaramogi, katika hafla ya faraga iliyojaa hisia kali na iliyohudhuriwa na familia ya karibu na wageni waliokuwa wamealikwa. Rais William Ruto aliongoza nchi kutoa heshima za mwisho kwa mwanasiasa huyo mashuhuri wakati wa mazishi yaliyofanyika katika kaburi la familia lililoko kijiji cha Nyamira, eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. Aidha, marehemu Raila Odinga alipewa heshima kamili za kijeshi ikiwa ni pamoja na mizinga kumi na saba ya heshima kama ishara ya kutambua mchango wake mkubwa kwa taifa. Kadhalika, mama Aida Odinga alipokea rasmi bendera ya kitaifa iliyokuwa imefunikwa juu ya jeneza la mumewe katika tukio la kusisimua lililomguza kila aliyeshuhudia. Kwa kweli, Kenya imepoteza mmoja wa viongozi wake wa kihistoria aliyejitolea kwa moyo wake wote katika kupigania demokrasia, haki na maendeleo ya taifa.